pengine tuweze kushirikishana juu ya kile kinachomaanishwa tunaposali sala hiyo. Tunaposali sala hiyo, tunafahamu, sala ya malaika wa Bwana bila shaka wote kweli, si kweli? kweli

Nimesema tutashirikishana eh, kwamba wewe mwenzangu, katika maisha yako ya Kikristo, ahadi hizo za Kristo ni zipi? unapo sasa, sawa hiyo, utuombee mzazi mtakatifu wa Mungu, tujaliwe ahadi za Kristo. Eh, ahadi hizo ni zipi mpaka unazitumainia kwa tumaini, watumaini Kumbe kuna ahadi hii, uu Mungu wakoe, kuna ahadi ala kusudi tumainile kwa ile yake, hata tunapotembea tunapopanda milima na kushuka tunapo tezoveine kwa ajili ya, ya, ya. Eh, mambo ya kiimani tuwe tunajua tunahangaikia nini? Hivyo tumaini yetu kweli kwake, kwa sababu tunaendea tunaendea e, kitu ambacho ni cha baraka kubwa sana. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu.

ele wape mbingu, kumbe tunatamani tutamani kupata ahadi ahadi hiyo Kristo katuwa sadaka akajinyima hiki na kile, yeye anatafuta nini? Uzima ambao kwa kila kiume tumewekwa kwa kila kiume hai tumewekwa sheria, tunauzima wake, uzima wake, uzima kitu cha thamani kubwa sana. Uzima ni kitu cha thamani kubwa sana, ndio maana hapa tulipo, mfano wakatokea pekee kuomba

Katika kusali tunamtumainia nani? Huyo Kristo ambaye ni mpokeaji wetu. Tunapokuwa kwa pengine naguka katika dhambi tunamkimbilia Kristo ambaye anaye anapatia ye ondoleo la dhambi. Kwa hiyo anao tumaini kubwa sana, hata akiamua katika ami tumainla. Kwa nini? Kwa sababu